Mbunge wa Jomvu Badi Twalib Badi ameunga mkono mswada wa mgao wa nyongeza maarufu, supplementary budget, kwa kutenga fedha za kushughulikia makao ya binadamu akisema fedha hizo zitasaidia wakazi wa eneo la Jomvu ikiwemo Kwa Punda, Owino Huru, Aldina, Vikobani na Kibarani ambao wanatishiwa kubomolewa makazi yao. Akizungumza bungeni, Badi amesema fedha hizo zitasaidia kuwafidia mabwenyenye ili kuhakikisha wakazi hawavunjiwi nyumba zao. Leo Mheshimiwa Spika, tukiangalia katika bajeti hii kuna fedha zimewekwa za human settlement, yaani za makao ya binadamu ambao, Mheshimiwa Spika, nikiangalia wako kina mama, mfano kama mama Lydia ambaye hana makao na alikuja nililia wiki iliyopita, na leo Mheshimiwa, pesa hizi za mambo ya human settlement itaweza kutusaidia mahali pale ambapo kuna watu watakuondolewa kama kwa punda Alidina Vikobani, Owino Huru, Kibarani na sehemu nyingine nyingi sana katika sehemu yangu. Leo hii Mheshimiwa Rais wiki iliyopita alikuwa Mombasa, aliweza kutuhakikishia kuwa wataweka pesa ili mawenyenye ama watu wanaosumbua wananchi kuona kwa serikali inaweza kuwafidia wao ili wapate kuwapimia wananchi Wakati huo Badi amepongeza mgao wa shilingi milioni 34 kwa idara ya magereza, akihoji kwamba vipande vya ardhi ya magereza vitumike kwa kulima ili kuongeza chakula nchini. Lakini Mheshimiwa Spika, zaidi nataka kusema kuwa nimefurahishwa na bajeti hii kwa kuongeza pesa ama makadirio ya milioni 34 ambayo inaenda kwa correctional services ambayo ni magereza. Katika sehemu hii Mheshimiwa Spika, ningependa kutoa pendekezo langu nikiwa mjumbe wa Jomvu kusema tufuate kama vile Rais Ibrahim Traure wa Burkina Faso ambaye hivi sasa tunaweka pesa milioni 34 kuwaongezea watu kwenye magereza, twaalisha bure, walala bure siku hizi tunwawekea tv wacheza michezo ndani bure. Hivi sasa katika masuala haya ni muhimu kuona viwanja ambavyo ama ardhi ambayo haitumiki kiserikali, wafungwa watolewe na kwenda kufanya ukulima ili wa add value, na vilevile vile kuona kuwa mambo ya njaa tunaweza kuyakimu kwa njia nzuri. Aidha, amepigia upatu shilingi milioni mia sita na kumi ambazo zimetengwa kwa ajili ya unyunyizaji maji mashamba na vile vile kurekebisha sehemu zenye momonyoko akisema katika eneo lake. Sehemu ambazo zinahitaji msaada huo ikiwemo Kwa Shee Jitoni, Fungashati na Mamlai ambako kumeshuhudiwa mmomonyoko mkubwa. Mheshimiwa Spika, kuna kipengee ambayo kina katika hii budget inasema irrigation and land reclamation, yaani unyenyizaji wa maji na pia kukimu ule mmomonyoko ambao umeingia katika sehemu nyingi sana na ambao pesa zake Mheshimiwa Spika zimewekwa milioni mia sita na kumi laki nane na tisaini na tatu. Hizo pesa ni nyingi Mheshimiwa Spika, ambapo tunatarajia kwenye sehemu zetu Mheshimiwa Spika, kama vile kwa Shee Jitoni, funga shati, Mwamlai kwa Shee. Ukiangalia Mheshimiwa Spika, nimesema na nikisema hata hapa nilileta maneno haya kwa hivyo kwa bajeti hii kuwekwa kwa pesa hizi, nina hakika tukifuatilizia katika vyombo husika, hiyo sehemu lile bonde kubwa litaweza kuona kuwa limeweza kuhifadhiwa na kuzuia holi ambayo limejengwa hapo, resource center ambayo imejengwa hapo, na barabara ambayo imejengwa hapo, kuona kuwa watu wataishi bila hofu, bila shida yoyote. Wakati huo huo, Badi amepigia upatu kukamilishwa kwa barabara ya Jitoni Rabai ambayo imekwama na kutatiza shughuli za uchukuzi wakati wa mvua. Ali Vincent, Benvin TV.